Tangazo la uchaguzi ambalo kimsingi itakwenda kulisoma tangazo la uchaguzi, ambalo ni hatua muhimu kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa mujibu wa kifungu cha 69 kifungu cha kwanza kidogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024, msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Arusha Mjini, nawatangazia wananchi wote waliojiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuwa: Moja. Uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani utafanyika siku ya Jumatano tarehe 29 Oktoba 2025. vituo vilivyotumika kuandikisha wapiga kura ndivyo vitakavyotumika kupiga kura. Tatu. vituo vya kupigia kura vitafunguliwa saa moja kamili asubuhi na kufungwa saa kumi kamili jioni. Vituo vya kupigia kura vya magereza vitafunguliwa saa mbili kamili asubuhi na kufungwa saa tisa kamili alasiri. Tano. pamoja na tangazo hili kwa kila kituo cha kupigia kura zitabandikwa taarifa zifuatazo: Mosi, mfano wa karatasi ya kura yenye majina ya picha za kila mgombea pamoja na nembo za vyama vyao vya siasa kwa uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani kama ile tuliyo hapa kwa maana ya mfano wakura, wa kura ambayo tayari vyama mmekwisha kupewa. orodha ya majina ya wa wapiga kura walioandikishwa na tume huru ya taifa ya uchaguzi. Ukienda kwenye kituo utakuta kumebandikwa orodha ya majina ya wa wapiga kura walioandikishwa na tume huru ya taifa ya uchaguzi. Tatu, orodha ya wapiga kura walioruhusiwa kupiga kura moja tu ya rais KRP. Kama mtakumbuka, kuanzia tarehe kumi na tisa mpaka tarehe mbili kwa watu ambao waliomba kupiga kura moja tu ya rais, zoezi hilo lilifanyika kwa muda wa siku kumi na nne. wananchi wote mnaombwa kupitia taarifa hizo ili kutambua mapema vituo mtakavyopangiwa mtakavyopigia kura na kuona mfano wa karatasi ya kura. Muhimu, siku ya uchaguzi, ni lazima mpiga kura afike kituoni na kadi yake ya mpiga kura. Kwa mpiga kura aliyepoteza kadi yake na ambaye aliandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura ataruhusiwa kupiga kura endapo atafika katika kituo alichopangiwa akiwa na moja, leseni ya udereva mbili, au pasi ya kusafiria au kitambulisho cha taifa NIDA. Majina ya kitambulisho mbadala yatakayowasilisha yawe yanafanana na liomo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Hapa naomba kutoa ufafanuzi kidogo. Mtu kapoteza kitambulisho chake cha kupigia kura. Asikae tu bila kwenda kupiga kura kwa sababu amepoteza nini? Kitambulisho. Tume inatoa mbadala akiwa na leseni ya udereva Tafasiri yake akienda nayo yenye majina kama yaliyoko kwenye daftari, ataruhusiwa kupiga kura. Akiwa na kadi yake ya NIDA akienda nayo yenye majina ya kufanana na majina yaliyoko kwenye daftari la kupigia kura, ataruhusiwa kupiga kura. Akiwa na pasi ya kusafiria kwa maana ya passport majina yake yanafanana na majina ambayo yako kwenye daftari, manake mtu huyo aruhusiwe kupiga kura na si vinginevyo. Tangazo hili limetolewa na msimamizi wa uchaguzi jimbo la Arusha mjini, Shabani Ferdinandi Manyama. Naomba kuwasilisha kwenu.